Mheshimiwa Tundu Lissu, makamu wako John Heche, na timu yote ya makao makuu ikiongozwa na Katibu Mkuu John Mnyika, wajumbe wote wa kamati kuu, Mheshimiwa mwenyekiti wa taifa wa Bawacha na timu yako yote aa, niko kwenye mtego kidogo kwa sababu niliambiwa aa, nitatoa mada kama dakika kumi na tano lakini kwa mazingira ya sana nadhani nadhani nitaongea kama dakika mbili Au katika mazingira hayo nina mambo machache ya msingi ya kusema. La kwanza narudia kauli iliyosemwa awali na wachache walionitangulia, haki haiombwi, haki inadaiwa. Nisingependa tuanze kuomba haki, na nikisema hilo, Baba Askofu, utanisamehe kwa sababu muda hautoshi, ningefafanua lakini muda hautoshi. Uchaguzi hatutaingia kama hakuna mabadiliko yoyote ya Katiba, na hatuko tayari kwa majadiliano. Maridhiano yalituvuruga. No reform no election. Ndugu zangu Bawacha, kwanza naona mnachelewa. Muda tulionao ni mdogo. Hapa saa hizi tulikuwa tunatakiwa kupanga mikakati ya no reform no election. Sasa mimi niwaulize tu itimu hii mada haikutolewa na Chadema mwenyekiti. Kilichoandikwa hapo, harakisha usawa wa kijinsi amani na umoja kwa maendeleo endelevu, ninavyofahamu ni kauli ya Umoja wa Mataifa iliyotoka kwenye mkutano mkuu wa Umoja wa Mataifa, haikutengenezwa na Chadema. Amani tunayo. Maaskofu wote wawili wameongea na juu ya waliopotea na, wali na wanaoendelea kupotea. Haki tunayo, haki hatuna. Umoja kwa maendeleo tunao. Wanawake wa Chadema maelfu mlioko hapa mnashirikishwa kwenye rasilimali za taifa zinazogawanywa kama karanga. Haki haiko kwenye maisha yetu, haki haiko kwenye shule, haki haiko kumiliki rasilimali za nchi. Tunabembeleza nini? Miaka 30 tumedai haki miaka zaidi ya thati tumedai marekebisho ya Katiba, nchi yetu iwe na tumepata sisi ni watoto wadogo. Ndugu zangu, bila kuchelewa, niseme ifuatavyo. Kwanza nawashukuru sana Watanzania wote waliokuja kunitembelea gerezani waliniletea salamu na hata nilipotoka wengine walinifuata mpaka nyumbani, kuja kunipa pole na hongera. Gereza limenifundisha na namwambia Samia akitaka anipeleke tena gerezani, kwa sababu nina mengi bado ya kujifunza. Tukijifunza tunapata silaha ya kuja kutetea haki kwa kukaa gerezani. Nimejifunza Watanzania wanavyoteseka. Mimi sikujua kuna watu wanakaa gerezani hawajahukumiwa, wanakaa miaka kumi nane, kwa sababu ni mengi yanaharibu sura yao, wanapunguza wanaanza upya, wanapeleka mahakamani, wanaweka nole ile ambayo mimi ilinitoa gerezani, alafu wanampa kesi mpya, mtu anaendelea kukaa gerezani miaka mingine mitano. Uhuni tupu. Naomba radhi kwa maneno makali, lakini inafika mahali hatuna lugha nyingine zaidi, kwa sababu wenzetu hawaelewi lugha ya upole upole tumeutumia miaka zaidi ya thalathini tangu nyakati za Nyalali, hatujapata kujadili mada. Badala ya kujadili namna gani Bawacha Babicha, Bawacha Babicha Bazecha wataenda Bazecha wataenda kuangalia watu wao hao ndio wenye angalia watu wao hao ndio wenye watu watu katibu mkuu na naibu katibu mkuu hawa ndio wenye watu. Imani yangu kwamba wakirejea kwenye vituo vyao ndani ya siku mbili tatu nne watakwenda kuwaambia Watanzania wa maeneo yao no reform no election ili watu wenu waelewe. Watu wenu wakielewa tutafanikiwa. Tusipowatumia jeshi hili, mwenyekiti mikutano ya hadhara peke yake haitatusaidia, ya tunahitaji kumbinu kubuni mbinu mbalimbali mbali. Na mimi sitaki kumwaga mcha, e, mchele kwa kuku. Hayo mengine tutazungumza, tutashirikiana na makao makuu ya Bazecha, Bawacha. Kazi inaanza mtakapoingia kwenye majimbo yenu, vinginevyo haiwezekani. No reform au tuiache tu mapema. Na mimi nadhani hatuwezi kuiacha, wananchi wamechoka.